Kwa hakika hiyo ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah eh, subhanahu wataala katika kipindi hiki cha dhuhuri. Lakini vilevile eh, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika chakhiri, kikao hiki cha kheri, kikao cha kukumbushana maneno ya dini ya Allah subhanahu wataala. Eh, jambo ambalo huwa tunasema mara nyingi kwamba nafsi huwa haipendi eh, kukaa na kusikiliza maneno ya dini lakini nafsi inaweza ikakaa katika vikao ambavyo havina maana, au wakati mwingine vikao ambavyo inawezekana mtu akapata madhambi, nafsi inaweza ikakaa ikavumilia bila kuchoka bila kusinzia, e, ikavumilia. Lakini kwenye vikao vya kheri kama hivi nafsi huwa haipendi. Kwa hakika, kwa unapoibana nafsi yako na ikabaki katika e, vikao vya kheri kama hivi, hiyo ni neema na kwa neema hiyo, kwa hakika unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Tulianza darsa yetu jana jana, tulielezea utukufu wa miezi ile ambayo imetukuzwa na Allah subhanahu wa taala. Tukasema miongoni mwa miezi hiyo ni mwezi huu wa Dhulqada, ni katika miezi ambayo ni mitukufu. Kisha baada ya mwezi wa Dhulqada utakuja mwezi wa mfunguo tatu, mwezi wa Dhulhija. Na katika mwezi wa Dhulhija huo nao pia ni mwezi mtukufu, lakini pia kuna mambo mengi ya kufanya, kuna ibada nyingi za kufanya. Miongoni mwa ibada ambazo zinafanyika katika mwezi wa Dhulhija ni pamoja na ibada ya hija kwa wale watakaojaliwa na Allah subhanahu wataala, eh, kuweza kwenda katika E, mji mtukufu wa Maka kwa ajili ya kufanya ibada ya hija na ibada za umra vilevile. Lakini pia katika mwezi wa Dhulhija kuna ibada ya kuchinja ambayo tulisema e, tutaizungumzia ili e, kila Muislamu afanye maandalizi ya kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ajipatie malipo na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jana tuliona umuhimu wa jambo hilo, na leo tutaanza e, kwenye nukta inayosema hukmul udhuhiya, hukumu ya kuchinja katika siku ya Idi al-Adha, idi katika mwezi wa mfunguo tatu, kwamba kuchinja hukumu yake ni nini. Ikhtlfa ahl lilmi fi hukmiha, watu wenye elimu wametofautiana kuhusiana na hukmu ya kuchinja katika siku ya idi, na wametofautiana katika qauli kuu mbili. Alqaul lawal, qauli ya kwanza, dhahaba ljamhur, wamekwenda jamhuru lulama, maulamaa wengi illa, ila annaha sunnatun muakkadatun, kwamba kuchinja katika siku ya Eid al-Adha ni suna iliyokokotezwa, ni suna iliyotiliwa umuhimu, kwamba watu wanatakiwa kuchinja. Wastadalu bihadithi Umm Salama radhiyallahu anha, na wakatoa ushahidi wa hadithi ya Umm Salama ambayo hata jana pia tuliigusia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakhalat lashru, pindi litakapoingia kumi la mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhahi, na akataka mmoja wenu kuchinja, fala yamassa min shaarihi wa basharihi shay'an asiguse kitu chochote katika nywele zake na asiguse kitu chochote katika ngozi yake, kwa maana ya kwamba haruhusiwi kunywa nywele za aina yoyote ile ambayo ziko katika mwili wake. Na katika riwaya nyingine ambayo pia imepokelewa na Umu Salama, vilevile Mtume amesema maneno ambayo yanatofautiana na ya hapo juu kidogo. Mtume anasema idha arada, anasema idha raaytum hilala dhulhijja, mtakapoona mwezi wa dhulhijja umeandama, wa arada ahadukum an yudhahi, na akataka mmoja wenu kuchinja, falyumsik an shaarihi, na ajizuilie na kunywa nywele zake, wa adhfarihi, na ajizuilie kukata kucha zake. Wajhu dilala Mahala pa ushahidi katika hadithi hizi ambazo tumezitaja ni kauluhu, ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema arada, yani mtakapouona mwezi wa dhulhijja umeandama, na akataka mmoja wenu kuchinja. Kwa mtume akatumia neno arada, akataka kuchinja, na ulama wanasema fataaliqu al-udhiya ala al-irada, kufungamanisha kitendo cha kuchinja katika siku ya Eid al-Adha kukifungamanisha kitendo hicho na matashi kwamba mtu akitaka, dalilun ala adami lwujubi, hii ni dalili ya kwamba si kuchinja katika Eid al-Adha si wajibu, si lazima ni sunna ambayo imekokotezwa hiyo. Ni kauli ya kwanza. Alqaulu thani, kauli ya pili. Dhahaba e, Abu Hanifa. Abu Hanifa yeye akawa na msimamo, wal auzai na auzai, ila annaha wajibatun ala lqadiri, kwamba kuchinja ni lazima, ni wajibu kwa yule atakayekuwa ana uwezo wa kuchinja Warajahahu fadhilat Sheikhi Ibni Uthaimini rahmahu llah taala. Na qauli hii ndio ameirajihisha, ameiona ni qauli rajihi, ni qauli yenye nguvu, ni qauli sahihi, Ibni Uthaimini rahmatullahi alayhi. Wastadalu na hoja yao na ushahidi wao wa kwanza, wakasema ya kwamba Fi'lu nabiyi sallallahu alayhi wa sallama, kitendo cha mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume alichinja katika Idi la Adha. Mtume alikuwa na utaratibu wa kuchinja. Sasa ikiwa mtume alikifanya kitendo hicho, walaslu aliqtidau bihi, na asli ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama katika jambo ambalo amelifanya. Kana miongoni mwa matendo ambayo aliyafanya ni kuchinja katika idi la adhaa. Mtume alichinja, kwa hiyo na sisi tunatakiwa kumfuata na kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallama katika ibada hii ya kuchinja. Lakini pia wakasema, Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema, man wajada sa'atan, yeyote ambaye atapata uwezo, lianyudhahia, uwezo wa kuchinja katika idi aladha falam yubahi na akawa si mwenye kuchinja fala yahdhur musallana, asihudhurie katika wa... sehemu yetu ya kuswali idi, asije katika sehemu yetu ya kuswali idi. Wakasema mtume sallallahu alayhi wasallam ameyazungumza maneno haya kutokana na umuhimu wa jambo hili, mtume ameyasema maneno haya kutokana na ulazima wa kuchinja katika siku ya idul adha Walladhi yadhharu, na kauli ambayo inaonekana ya wazi. Wallahu a'lam annaha sunnatun muakkadatun, kwamba kuchinja siku ya idi adha ni suna ambayo imekokotezwa, na malipo yake ni makubwa na fadhila zake ni nyingi. Mwislamu anatakiwa kufanya maandalizi ya kuanza kuandaa kichinjwa chake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya pili katika darsa yetu ya leo ni hikmatul udhiya, kwamba katika kuchinja kuna hikma gani? katika ibada hii kuna hikma gani? wa lil udhiyati hikamun kathira, katika kuchinja ndani ya siku ya idul adha kuna hikma nyingi

na kwa sababu hiyo basi ikawa kuchinja udhuhia afdhala mina atasadduq bithamaniha, kuchinja udhuhia kumwaga damu, kitendo hicho ni bora kuliko kutoa sadaka kwa thamani yake. Yani mfano mbuzi anauza shilingi laki moja wewe ukaona kwamba ni bora ukaitoa hiyo laki moja sadaka kuliko kwenda kutafuta mbuzi kwa ajili ya kuja kuchinja. Maulama wanatuambia kuchinja ni bora kuliko hiyo thamani ya pesa utakayoitoa, eh, kwamba eh, hii inatoa iwe ni badala ya kuchinja. Ukichinja fadhila zake ni nyingi na thawabu zake ni nyingi. Maulama wanatuelekeza hivyo, wa kullama kanat ludhuhiya aghla, na vilevile kila vile, udhiya anapokuwa awa mnyama ambayo unamchinja katika siku ya Idi ni waghali, ndipo fadhila zake pia zinakuwa ni nyingi na thawabu zake zinakuwa ni nyingi. wa asmana na anapokuwa vile vile Wa asmana na anapokuwa vilevile vile mnyama huyo amenenepa, ana hali nzuri, ana afya nzuri waatama, na ametimiza zile sifa zote kanati afdhala, mnyama huyo atakuwa ni bora na kitendo hicho cha kumchinja mnyama huyo kitakuwa ni kitendo kibora walihadha, na kwa sababu hiyo basi, kana sahabatu radiyallahu anhum, walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, yusamminuna yusaminuna al-adhahi, walikuwa wanawachunga wanyama wa udhuhia waweze kunenepa, wanawapa majani ili waweze kunenepa wawe ni wanene, ili wawe na wa thamani kubwa, lakini vile vile ili wawe na thawabu nyingi mbele ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Qala yahya ibn sa'id, Yahya ibn Sa'id anasema, sami'tu aba umamata ibn Sahl qala, nimemsikia Umama akisema maneno haya, kunna tulikuwa sisi tukiwanenepesha wanyama wa kuchinja katika siku ya Idil-adha, tunawanenepesha tunawapa majani ili waweze kunenepa vizuri. Bilmadina, tukiwa katika mji wa Madina, wakana lmuslimuna yusamminuna, na walikuwa Waislamu vile vile wanafanya kazi hiyo ya kuwanene, ne, kuwanenepesha wanyama ambao wanataka kuwachinja katika siku ya Idil-adha. Rawahu al-Bukhari. Mnyama wa kuchinja katika siku ya Idi anatakiwa awe ana afya nzuri. Mnyama anatakiwa awe ana hali nzuri na sifa zote, kama tutakavyokuja kuelezea sifa ya mnyama ambaye anatakiwa kuchinjwa siku ya Idi. Lakini miongoni mwa hikma za kuchinja siku ya Idi ni ilanu tauhidi, ni kuitangaza tauhidi wa dhikru smillahi azza wa jalla, na kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, inda dhabihiha, wakati wa kumchinja yule mnyama ndani ya siku hiyo, anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kwa sababu kila atakayechinja anasema bismillah, Allahu akbar. Anasema maneno hayo kwa, ndani ya siku hiyo kuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kwa miongoni mwa hikma

kwa kuwatolea sadaka juu yao, kwa miongoni mwa hikma za kuchinja katika siku hiyo ni kuwalisha maskini na kuwafurahisha wale wasiokuwa na uwezo. Yawezekana mtu amekaa mwaka mzima hajala nyama, lakini ndani ya siku ya Idi anakula nyama, unampa nyama, anakwenda kula, anafurahi. Lakini miongoni mwa hikma za kuchinja katika siku ya Idi ni, au, atawsiatu ala nafsi wal iyali, ni kuwapa fursa, ni kuipa fursa nafsi yako kwanza na kuwapa fursa familia yako. Unapokuwa umechinja nafsi yako inapata fursa, lakini vilevile familia yako inapata fursa, biakli llahami kwa kula nyama, huwa adhamu ghadhain, nyama ambayo ni chakula bora lilbadani katika mwili. Kwa unapochinja familia wanapata e, kula nyama katika siku hiyo, lakini vilevile na wewe pia unapata kula nyama ndani ya siku hiyo. Hikma ya tano na ya mwisho ni shukuru ni'mati llahi ala linsani bilmali, ni kumshukuru Allah subhanahu wataala kwa nema ya kujaliwa mali na Allah subhanahu wataala Allah amekujalia mali uliyokuwa nayo, Allah amekujalia uwezo uliokuwa nao. Unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa, kwa kununua mnyama ima ni ng'ombe au ni mbuzi au ni kondoo au ni ngamia, ukamnunua kwa ajili ya kumchinja katika siku ya idi hii. Inaonyesha namna gani ulivyokuwa eh, na shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba nakwenda mnadani kununua mbuzi kwa ajili ya kumchinja siku ya Idi. Hii inaonyesha namna uh, unavyomshukuru Allah subhanahu wataala eh, kwa ku, Allah kwa kujalia mali. Kuna watu wengi ambao hawana mali, hawajajaliwa, lakini wewe umejaliwa na Allah subhanahu wataala ukaweza kupata shilingi laki moja au laki mbili kwa ajili ya kwenda kutafuta mfugo, kwa ajili ya kwenda kutafuta kichinjwa cha kuja kuchinja siku ya Idi hiyo ni shukurani ya kumshukuru Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo katika darsa yetu ya leo tumejifunza nukta mbili. Nukta ya kwanza ni hukumu ya kuchinja katika siku ya Idi al Adha, na tukaona kwamba kuchinja eh, katika Idi al adha ni suna ambayo imekokotezwa, na jambo hili lina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wataala. Mwislamu anatakiwa kuanza kujipanga lakini nukta ya pili tukaangalia hikma. Hikma za kuchinja katika siku ya Eid. Kwa tumejifunza eh, hikma kadhaa ambazo tukizifanyia kazi tutapata malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa letu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam